<laughs> Mi niliwambia maaskari wa polisi kwamba mjukuu wangu namjua fyatu, akija ataleta ugomvi, wanaanza kunibishia. Sasa tuliza kwanza vaibu familia, na kitu cha muhimu nataka nikupangilie. Je, <laughs> yeah, uko tayari kulituliza vaibu kwanza nikuambie? Sawa freshi, lakini familia, usije ukatoka nje ya topic, inayokwambia haiwezekani. Hey, babu yangu akutie sero pasina makosa, niambie ni shugani hiyo unataka kunigea? Oya homeboy, mwanangu sana familia Mzee, baba babu yangu kipenzi ndugu <laughs> wangu bwana, usiwe na wasiwasi na usilete ugomvi kwanza, sababu mimi nataka nijistiri hapa kwa siku kadhaa. Kule nyumbani sinaelewa, hamna kitu, tumeibiwa kila kitu. Nikisema nirudi nyumbani nitakosa hata sehemu ya kwenda kula. Bora hapa kidogo, tutagombana na manyapala na hakikisha natoa hata mtu shingo, haimradi chakula kinifikie. Kwa hiyo wewe usiwaze kuhusu mimi. Sasa mimi kitu ambacho nataka nikupange na kazi ambayo nataka nikupe zile mali bwana, mjukuu wangu, hazikuwa za nguvu yangu mwenyewe. Zile mali za magendo yani, na maanisha za mashetani. Kwa hiyo kuna, kuna ilizi yangu ya muhimu sana. Hazina ipo mle ya muhimu. Yule mdada aliondoka na lile begi, na lile begi ndo linaotunza hazina. Kwa hiyo kama nikiipata hazina hiyo, basi utajiri wetu utarudi. Kwa hiyo nahitaji ukatafute lile begi hapo kidogo, kama inakamkamu hivi sitaweza kuleta ugomvi. Kwa hiyo utajiri wetu kumbe ulikuwa ni wa kimashetani. Sasa hilo begi likoje, likoje ili nikalifaitie chap chap hapa, turudishe mali zetu. Mzee, nielekeze, halafu nataka uniambie na, na kodi ya kuweza kuingilia kuweza kupata pesa, unasemasemaje mpaka kupata pesa, babu? Unaambia hapo aise. <laughs> uh -uh. Yaani mimi nikwambie wewe Ha, we <laughs> ha, mwanangu we. We msaliti kabisa ni kumanya. <laughs> we unataka kunisaliti? Ah, we ndu hiyo engo unataka kucheza, sio sasa <laughs> mimi nakujua mwanangu we msaliti usha msaliti, vingi vingi <laughs> yaani, sasa unatoa mzigo kwa mwizi unapeleka kwa tapeli wee we. <laughs> wewe ni kitapeli kikubwa. <laughs> juku wangu mi nakujua tapeli tangu kitambo. <laughs> unataka kuntapeli, misikwambii kodi zile, ujue ni kodi za za chama. Sasa nikikwambia wewe, unafikiri chama kitaniacha salama? Si wataniua mimi? <laughs> chama kikubwa kile. Wewe wewe, nenda katafute hilo begi ulilete hapa, turudishe mali <laughs> mchezo uishi, au unataka tuwe maskini milele eh? Wewe nenda katafute begi bwana. Haya, poa. Unyama tu, lakini unazingua babu. Sawa basi, ngoja nikamtafute huyo demu nikuletee, ni, ni hizo hazina zitakazofanya urudishe mali zetu. Poa, mimi na sepa zangu, lakini hakikisha unang'oa mtu hata meno, upate chakula. Sawa mzee? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Wewe ondoa shaka kuhusu mimi kula, kula, mimi na kula <laughs> sijaona mtu wakunizuia mimi shuka lolote la, la kunizuia mimi sijaliona. <laughs> Kwanza nataka nikaonyeshe tukio la kinyangi, ndo huko nasubili tu, <laughs> muda ufike Nikamchome mtu bisibisi bisi ya makalio, alafu <laughs> wajue kwamba mimi usera nimeanza zamani. Mtu <laughs> wa kazi naachaje kazi? <laughs> taka nikachome kwanza mtu bisibisi bisi. Alafu wanikabidhi hili gereza, wajue gereza limeingiliwa na nyang'indo, <laughs> muhuni wa zamani. <laughs> Wewe cha kufanya nenda katafute lile begi, hakikisha unakuja nalo hapa. <laughs> Jamani we mganga, mbona tunabishana kitu kidogo? Sasa mashariti mbona magumu sana jamani? Mimi mkojo wa mende ntautoa wapi huo mkojo wa mende? Halafu na ndevu za sisimizi nazitoa wapi? Na chozi la mbuni nalitoa wapi mimi? Aa, mganga, mashariti magumu hayo. Hivi hayo mashariti hayawezi akabadilika? Mbona mashariti magumu sana? Wenzako hawana mashariti magumu kama hayo mganga. Kwenye kuku hapo sawa kuku tunaweza tukampiga rangi tukapata wa blue. Lakini sasa mganga, una mashariti magumu hadi naogopa. Hebu tubadilishie bwana mashariti mganga, weka mashariti mepesi bwana. <Hajala> hmm... Hehehe... mashariti hayo mepesi sana jamani, mbona? ndugu zangu nimewapa mashariti mepesi, mnashindwa kuyafanya huyo kwanza, mtu mnayemfuatilia ana nguvu kunzidi mimi. Kwa hiyo inahitajika mashaiti yasiyoweza kuonekana kwa macho, ndipo muweze kurudisha utajiri wenu <laughs> pasina hivyo siwezi nkarudisha utajiri. Kama mashaiti kuyabadilisha, basi nitayabadilisha kidogo tu <laughs> ni kwamba hivi mkamtafutie mkojo wa nyoka mwenye ujauzito uzito. <laughs> Alafu ukahakikisha unampata chura mwenye ugwadu, yani kaangalie katika wale chula, angalia chula mwenye ugwadu unaletea. <laughs> Alafu shariti la mwisho kamtafute nyoka anayembaka mwenzake, yani anayemwingilia kimapenzi pasina mwenzake kukubali. Hapo <laughs> vipi sasa? Mashariti hayo ni marahisi sana. Natumai ndani ya saa ishirini na nne mmeniletea hivyo vifaa niweze kuwarudishia utajiri wenu <laughs> mm. <laughs> Yani hapa ni sawasawa, unaruka mkojo unaenda kukanyaga ninya kabisa. Sasa mimi nyoka hao nitawatoa wapi tena? Nyoka mwenye ujauzito mkojo wake nitatoa wapi mimi? Na nyoka anayebaka nitamjueje anabaka nyoka huyo, na nitamtoa wapi ti tanikaangalie, chula chura mwenye, mwenye ugwadu, yaani chura mwenye sijui ukwilu nitamtoa wapi mimi jamani? Aise Abdala, haya, ongoza njia twende nyumbani. Huyu mganga wako nileta, hamna chochote, hamna cha mganga wala nini hapa, utapeli tupu. Haya Abdala, ongoza njia twende nyumbani. <laughs> <laughs> Hey, bora mganga alivyotoa mashaiti magumu kama hayo. Kwanza uende na nani nyumbani hayo? Hey, mimi nyumbani sirudi kwa kweli mshangazi, mimi nyumbani sirudi. Halafu mimi mtu wa kazi Nishapata kazi, naachaje kazi? mtoto <gabu> wa mganga kasema ananipenda, kwa nini nimwache? na nipisikali kukuzidi wewe, labda <gabu> niwe fara, nimechanganyikiwa mimi. ni, ni, <gabu> ni mali ya mganga kuanzia sasa, ni baba mkwe wa mganga, baba mkwe <gabu kesema> <gabu> we kijana, unataka kumaanisha nini? unataka kusema kwamba ushamtamani binti yangu tayari? Ushaanza kuleta umalaya kwenye kasiri yangu, Nitakufanya kitu kibaya sasa hivi! Na wewe binti, hebu ingia ndani! Haya, ondokeni na nyie wapumbavu wakubwa, mnaleta umalaya kwenye kasri yangu! Mm, hapana baba, hili swala mimi naliingilia kati. Mimi huyo mkaka anampenda, halafu mimi ndiyo niliyomtongoza kwa hiyo yeye hana makosa, wala usimfanye kitu chochote. Na mimi huyu mkaka nimempenda sana, hawezi akaondoka kwenye maya hii baba. Kuanzia sasa atakuita wewe baba mkwe, umesikia baba yangu? Mimi nampenda sana huyu mkaka jamani. Baba mkwe baba mkwe ya nyoko! Halafu sikia, we malaya, usitamanitamani wanaume wa watu, kazi ya umalaya tu Muone pale mdada mzima, umalaya tu yani, kanaanza umalaya mbele ya babake wee. Mganga, mwonye mwanao. ujamfunza nini? Tutamfunza sisi sasa, walimwengu sisi ndio walimwengu. Dogo, ntakunyoosha mimi. Nimepinda, unasikia? Halafu siendelee nayo na maswala yako ya kumuita mme wangu mme wako Mshenzi mmoja wewe takataka taka. Mganga, naomba muonye mwanao tena mwelekeze, anacheza na namba chafu. Mimi nimepinda mganga, hafu wala siogopi hayo matunguli yenu. Mshenzi wewe, na naondoka na mme wangu. Boya wewe kabisa, malaya, usintishe. Kwa sura ipi hiyo, sura ya 32 mstari wa saba Wewe mshangazi wewe, tuachie vitoto vya elfu mbili sisi. Muone pale mtu mwenyewe umekonda kama mshumaa.